Mnada huu ye endeleni kuja kuuza hapa wa, wa, Mapanda Njia sawa, ambao karibu itaa turasimishe rasmi kabisa sawa. Sasa hivi tuko kwenye bidii za kufanyaje za kusajili moja kwa moja, kwa sababu kazi ya kusajili ni kazi ya halmashauri. Lakini wakati tunaendelea na hizo juhudi na kujenga miundombinu mingine, watakiwa sisi kama wafanyabiashara na wauzaji hapa, ukileta ujua utafanyaje, utalipia ni bei ya kawaida kama unaona, kama hiyo bei itakuumiza, basi nafikiri wewe nenda kwenye mnada rasmi. Mimi ya kwangu ni hayo. Kama mtu yoyote anataka kuniuliza swali moja, lakini sio la kubadilisha matokeo, la kuniuliza tu kwa ajili ya ufahamu. Lakini kuna swala lingine, jamani, naomba niwaambie, wafugaji wanatakiwa wachanje mifugo, unazoezi rasmi litakuja. Yani utaingiza mnada mfugo yoyote kwenye mnada kama hajafanyaje hajasajiliwa wala hajachanjwa, utaanza kuuziana kienyeji, na mnada yote naokuwa tunakuja sasa hivi tunakuja na dawa tunachanja, wale walokwepa ubinadani wote wanachanjwa, ndio wanaingia melewana. Jamani swali nsalenyakama kama kuna mtu ana swali, tuna swali. Mzee, mtu akiwa anatoka, anatoka nyumbani anakuja kuuza wa matumizi, yani anakuja kuuza hapa akashindwa kuuza, inabidi arudishe, anafanyaje? hapokwabektu kimoja minada yote midogo wanakuja hapa digaragaja na wale wenye ng'ombe original kabisa, wale watu toka ile mazizi. Mimi najua jamii yetu ya wafugaji, mfugaji wa kawaida harudishi ng'ombe jumbani, unaona. Binadamu ili mikubwa wanarudisha, wale wengi digaragaja, sio mfugaji. Mfugaji harudishi ng'ombe, mfugaji akirudisha ng'ombe mfugaji anaita ng'ombe anatoka anaupwa, anataka kufanya. Na mimi nimetoka jamii ya wafugaji, silidangaji. Unasikia gala gaja tu ndio wanarudisha ng'ombe. Yaani, wewe kama unaona kama matumizi ya nyumbani tu, kauze nada bao rudisha.